Kocha gani hujamwona? Kocha gani hujamwona? Patrick Lama Mabedi kashuka hapa kapita hapo kaenda kwenye gari, unataka kocha gani unamuona? Taarifa ya juzi imetamka kwamba kocha wa Yanga kwa sasa hivi ni Patrick Mabedi. Siwezi kupokea mshahara nikamzungumzia mtu ambaye sio mfanyakazi wa Yanga. Stori ya aliyekuwa imeshakwisha, sasa hivi tuko na Patrick Mabedi, tunakwenda naye Benjamin Mkapa kutafuta tiketi ya hatua ya makundi. Bas, achana na mambo watu ambao hapo. Tayari unawaambia nini mashabiki wa mashabiki wa Young Africans? Aia, ni nimependa nimependa namna ambavyo wametoa, wame, wame hisia zao baada ya ule mchezo, lakini nataka niwaambie wa, ni neno jepesi tu vile ambavyo tumejisikia eh, baada ya kufungwa pale Malawi, vile ambavyo ulikuwa ukiwasha simu yako unakutana na jumbe zaidi ya mia za watu wakikukebehi, watu wakikubeza, watu wakikutukana, vile ulivyojisikia, vile Mwenyezi Mungu ametupa nafasi nyingine ya kurekebisha.